Okay, Miss Caren Simba alikuwa na mng'ao wa moto wa dhahabu, macho yake yalipambwa kama mvinyo mweusi, lipsi zake zilimetameta kama nyota. Alikuwa ni mrembo wetu wa wiki. Jacqueline Wolper alikuwa na mwonekano wa nywele fupi kama kawaida yake, macho yake yalipambwa kwa mascara na eye shadow, alipata hewa ya kimalaika. Lipsi zake zilikolezwa kwa lipstick nyekundu, ulikuwa ni mwonekano wa kuvutia kabisa. Tumeona Saraphina akituletea aina fupi ya nywele inayoitwa kwa kizungu pixie cut. Vile vile hakusahau kung'alisha uso wake kwa makeup, ambapo tumeona lipsi nyekundu imetawala.